Hello, mambo vipi watazamaji wangu wa Chapesa, bado nipo Buza nipate kujua vitu mbalimbali kutoka huko Buza, na leo nipo na dada hapa, nimepata bahati ya kuingia ofisini kwake tupate kujua mawili matatu. Habari? Salama. Unaitwa dada nani? Mimi naitwa Rahma, lakini jina langu la biashara naitwa Kamuntu Store, ndio jina ambalo linajulikana. Unaitwa Rahma, jina la kwenye vieti vya nida? Yeah. Alafu jina langu la kutafuta riziki Kamuntu Store. Ah, okay, tupo pande za Buza. Naomba nikuulize maswali machache tupate kujua eneo hili la Buza, kuna vitu gani maana wengi wanajua kuna vituko, vituko mbali mbali ambavyo vinaendelea huko Buza, hususan asilimia kubwa ni upande wa wanawake, so wanaume sio sana. Ningependa nikuulize maswali machache sana, uko tayari? Una shida. Okay, kuna majambo ambayo yanaendelea huko Buza, nasemekana kuna madada ambao wanavuavua nguo kwenye matarumbeta wanacheza ovyo yani na vitu kibao sana ambavyo wanafanya. Je, ili kwako wewe unalizungumzia vipi? ni kweli mm? ni kweli, ni vitu ambavyo vinatokea na tunaviona. Ukiuliza labda unaambiwa ni tamaduni zao au ni mazoea, wamezoea kufanya hivyo. Kumbe ni tamaduni? Kuna of course ni tamaduni kwa baadhi ya watu, sio wote, kwa sababu ni vitu ambavyo wamezoea kuvifanya since wako wadogo nimekuwa nikiona wakicheza kwenye magari wakipita barabarani, naona ni burudani tu ya kipekee yao ambao wameichagua. Je, vitu hivyo wewe vinakuvutia kwenye macho yako? mm. Ukiwa kama mwanamke, kwa upande wangu mimi sijawi kuvutiwa navyo kwa kweli, ni sio muongo. To be honest sijawi kuvutiwa kabisa na hivyo vitu, lakini ni burudani tu kama burudani nyingine, watu wanafurahi, wanaenjoi hivyo Hebu mimi nataka utuambie kidogo, ni kitu gani ambacho kinakuvutia sana ukiona unatazama vitu vile? Nimesha kujibu kwamba havinivuti. Naweza nikawa nasikiliza au naona, labda wanavoimba vile wanavoimba, wanavofurahi, mimi nitafurahi kuona furaha yao, lakini siwezi nikavutiwa zaidi na vile wanavocheza. Ila nyimbo zao wanavoimba na nini, ni nyimbo tu kama nyimbo nyingine, sema namna tu wanavocheza, labda mabarabarani kwenye magari ni kitu ambacho kimekaa tofauti kidogo. Kuna baadhi ya mwanadada tumetoka kum, kum, kumdodoza kidogo, akasema kuwa wale ni ajira, wanalipwa ni vizuri na maisha yao anaenda ili. Kwa upande wako, nalizungumzia vipi na ni kweli wanalipwa? Kuhusu kama ni ukweli au sio ukweli sijui, lakini ni aina ya ajira ambayo umeichagua. Kwa hiyo huwezi kaingilia namna mtu anapopata riziki. Kwa mfano, mimi niko hapa dukani kwangu natafuta riziki. Hii ni aina ya yangu mimi ya kutafuta riziki. Kama naye amechagua njia yake hiyo ya kutafuta riziki, huwezi kumzuia. Mimi naona ni sawa tu kwa upande wake, kama ameamua kutafuta riziki kwa stahiki, sababu namna ya kutafuta riziki, kuna njia nyingi sana za kupata riziki. Ujue zipo za halali na ambazo sio za halali, kwa hiyo mtu anapoamua kufanya hivyo kwa upande wake, akaona ni sawa tutaki kumuingilia. Ah, okay umesema, tutakiwa kumuingilia. Pia kuna madada wengine ambao inasemekana wanajiuza. Je, huku nao inasemekana wapo kwa wingi sana, ili unalizungumzia vipi? Mm, swala so la kujiuza ni sehemu nyingi sana watu wanajiuza, na kuna aina nyingi sana za kujiuza, nyingi sana watu tu ni hawajiuzi. Hebu nataka tujue kama tatu hivi ambazo <laughs> unaweza ukasema hizi watu wanajiuza hizi, kweli naamini. Hebu tutajie kwanza hata tatu tujue yani Kujiuza kuna aina nyingi, aina nyingi ninazozungumza na unapokuwa unahitaji kuwa na mtu unakuwa naye ili upate kitu kutoka kwake. It's either pesa, na nyumba, gari. Sio mtu wako, ni mtu ambaye yani mnaingia kwenye makubaliano. Ndio maana nasema kuna aina nyingi sana za kujiuza, upate kitu kwake na yeye apate kitu kwako. Kuna wale ambao wanasimama barabarani kuna ambao wanajiuza kwenye simu. Hey, kumbe, mambo hadi kwenye simu mambo kwenye. Halafu kuna wale ambao wanajiuza bila kujua, yani we unajiuza lakini hujijui kama unajiuza jamani. Kuna watu wengine wanajiuza bila kujua, tunataka tuwafahamu watu ambao wanajiuza bila, kwa wenyewe kujua. Unajiuza bila kujua kwa staili gani? yaani unataka pesa kwa mtu ili apate, yani, kitu kutoka kwako na wewe upate kitu kutoka kwake, hiyo ni biashara tayari. Kuna baadhi ya msanii mmoja, nadhani utakopo unamfahamu ni wa comedian, kuna kauli nitakutajia baadaye, kuna kauli ambayo anapenda kuitumia. Hata mwanamke wako akija, ukimpa hela, umemnunua. Hilo ni swala la ukweli. Siwezi <laughs> nikalizungumzia, dini yangu hainiruhusu kuwa na mahusiano kabla ya ndoa. Kwa hiyo, mwanamke wako, ina maana ni watu ambao sio mke wake, kama angekuwa ni mke wake, na maana angekuwa anamhudumia Okay, watazamaji wangu, tungependa kufahamu zaidi pia ukubuza. Inasemekana yani, ukiachana na vitu vya kujiuzauza hivyo vitu vya matarumbeta pia, kunasemekana kuna, kuna mambo ya nadhani ushanielewa. Ili nao kweli lipo huko. Hakuna sehemu ambako hamna hivyo vitu. Nasikia kuna sehemu kidogo kuna uafadhali. Mm, siwezi nikaizungumzia sana lakini mm, sehemu zote zina hivyo vitu. Sehemu zote. Kwa hiyo tunachotakiwa sisi ni kusali sana ili Mungu atuepushe na hizo vitu bas. Okay. Una kitu gani ambacho cha kuwashauri haswa hawa madada au wanawake wenzio ambao wanafanya vitu hivi? Sio wanawake tu wanaofanya hivyo. Kuna jambo hapa linaendelea jamani. Sio wanawake tu. Kuna hadi wengine hao ambao Au sikuelewa swali. Sumesema hivi? Au? Kwa vyote nimezungumza kwa vyote <coughs> uwache kwa sababu sio vizuri. Lakini tunapaswa tuelimishe watu pia. Yaani kufanya vitu ambavyo kwanza kabisa kwenye Mungu amezuia ni kitu ambacho sio kizuri. Unajua kwamba hiki kitu Mwenyezi Mungu amekizuia kutaki kukifanya. Kwa kama watu wanafanya hivyo, havina faida yoyote. Unaona kabisa hiki kinachokifanya sio sawa, na Mungu hapendi. Hauna sababu ya kuendelea kukifanya. Okay. Sawa. Kuna vitu baadhi ambavyo hukutaka viwe public watu wavijue nini. Lakini pia ningependa nikuulize swali ambalo ni jepesi, yani ni jepesi kidogo, lakini pia ningetaka nifahamu, ulishai kuliliwa na mwanaume? Kuliliwa eh. <laughs> <laughs> Ndio. Je, ulimwacha au baada ya kulia ulimsamehe? <laughs> Ushasema vitu hawataki kuvijua sasa. <laughs> Akija kuiona hisi ataona namsema, jamani, namdhalilisha. Hapana, hatuweza hatu kuendelea kwa sababu sababu zilizofanya tusiendelee, unajua, dini yangu mimi hainiruhusu kuwa na mahusiano, mtu achumbiwe aolewe yani, <coughs> kwa hiyo alishachumbia, lakini tukaona kwamba kuna vitu haviko sawa, kwa hiyo hatuwezi kuendelea kwenda kwenye ndoa. Kama miezi miwili mitatu ukatoka, bora uyavunje mahusiano au uvunje uchumba mapema. Kwa nilivyoona hatuwezi kufika mbali, nikaona basi tuishie hapa. Ah, okay, sawa. Naona umebezi sana kwenye swala la ndoa, basi na mimi kidogo tupate elimu, watazamaji wangu nao wapate elimu kidogo. Hapa kuna hili swala ambalo linaendelea sana kuonekana kama ndoa ni mtaji au ni msingi wa biashara. Wewe unalizungumzia vipi hili swala? Uvivu tu wa kufanya kazi. Ni uvivu tu wa kufanya kazi. Kuna baadhi ya wanawake sasa hivi ukimwambia mahari yako ni shilingi ngapi? Anakuambia ni milioni tatu, milioni nne. Wewe kwa upande wako unalizungumzia vipi hili swali? <sighs> Na ndio maana kwetu sisi mahari anataja binti ambaye anaolewa. Kwa hiyo kama mtu unamfahamu labda amewahi kuwa rafiki yako mpaka mmeingia kwenye uchumba, utakuwa unajua hali yake, uchumi wake unajua ulivyo, kama ni anafanya kazi ni mtumishi labda wa serikali, ni mfanya biashara, au ni mtu tu mjasiriamali mdogo mdogo, we utakuwa unafahamu kipato chake kilivyo, kwa utamtajia mahari kulingana na yeye mfuko wake unamruhusu vipi. Ah, okay. Kwa upande wako kuolewa na mtu ambaye unamfahamu au kuolewa na mtu ambaye humfahamu, kipi bora ni kwako? Mimi naona bora mtu ambaye unamfahamu. Kwa nini? Kwa sababu yeye anakufahamu na we unamfahamu utakuwa unafahamu mapungufu yake na yeye anafahamu mapungufu yake. Uh, kuna kitu nilikuwa kuambiwa na bibi yangu, akaniambia mapenzi yanaishaga. Hey, hembu hembu kwanza. Mapenzi yanaishaga. Au ni sema yanapungua. Kitakachobaki hapo sasa, labda mume atabaki anampenda mke wake kwa sababu nampenda mke wangu kwa sababu ni ananitii, anaheshima, ni msikivu, anajua kupika hivyo. Nampenda mume wangu kwa sababu ananisikiliza ananijali hivyo lakini mapenzi kama mapenzi waga yanapungua, yanaisha. Kuna... Na hiyo mtu kama uliwahi kumjua kabla, unajua mapungufu yake unajua changamoto zake na yeye anajua za kwako, utaishi tu kuliko ni mtu ambaye humfahamu kabisa. Hujui akinuna anakuaje, hujui akiwa na kuaje, furaha anakuaje. Yani out of nowhere mtu anatoka huko tunakuja kukuoa au unaenda kuolewa naye, hiyo ndoa ya mwanzo hmm, itakuwa ni ngumu kidogo na mkichokana pia itakuwa yani mtawai kuchokana yani, kwa sababu hamkuwai kuwa na bondi kati yenu, hamkuwai kuwa na bondi kati yenu. Kwa hiyo ndio hivyo pia. Umezungumzia hapo, mtu wewe kwa upande wako, bora mtu ambaye unayemfahamu binafsi yako wewe. Unawashauri nini wanawake ambao wanasema kama hivyo, mahali mimi milioni moja kengine kwenye ndoa, kuna vitu vingi. Wengine baadhi ya watu mahari zinatajwa na familia zao, umeona. Ili kidini yaliruhusu, si ndio? Hivyo kwa dini yangu mimi, mahari ya muolewaji anazamka mwolewaji mwenyewe. Yani kama ni mimi naolewa, mahari yangu hataji baba wala mama, mimi mwenyewe ndo nataja mahari yangu ninayoitaka. Yani mahari ni zawadi ya muolewaji kwao, naweza nikawa ni kitu chochote zakawa ni kitu labda kitu chochote au pesa, lakini anataja muhusika anayeolewa, sio wazazi. Nisijue kwa watu wengine, japo ja, kuna mila na desturi kwamba sijui kunahitajika hiki na hiki na hiki na hiki na hiki, lakini ile mahari anatamka muolewaji. Ah, okay, sawa, umezungumza kiudini zaidi. Mahari anataja binti mwenyewe ambaye na baadhi ya mashe tumeona pia wakizungumzia hilo swala kwa mahali anataja binti mwenyewe. Je, kitu kingine ambacho tunataka tufahamu katika upande wenu nyenye wanawake? Tumesikia mnapenda vitu vingi sana kutoka kwetu wanaume. Ili naongea kama upande sasa wa kwetu sisi sasa wanaume sasa navaa na suti hapo sasa kama wanaume. Nyinyi mna vitu vingi ambavyo mnavipenda sana kutoka kwetu sisi wanaume hasusani. Nasikia mnapenda mpaka kucha hili na ukweli? Kucha. Yeye kucha za mtu pia, yaani kucha zake ni nzuri, mnapenda nini hivi? Ndiyo, inatokea. Unaweza kuwa unampenda mtu kwa sababu ya kucha, unaweza kuwa unampenda mtu kwa sababu ya nywele, unaweza kuwa unampenda mtu kwa sababu labda ya urefu wake, au unapenda mtu labda akivaa hivi akivaa vile. Kwa mfano kama mimi mwanaume akivaa kanzu nafarijika sana, sana. Napenda sana mwanaume akivaa kanzu yani, mwanaume akivaa kanzu mimi nafarijika mno na nanapenda sana akivaa kanzu. Tugia ni kitu gani ambacho unapendi kwa mwanaume? Uongo, uongo jamani, ukisha kuwa mwanaume sio mvulana, tunamzungumzia mwanaume hapa. Kumbe kuna mvulana na mwanaume. Ukisha kuwa mwanaume utaki kuwa mwongo mwongo, unabidi tu unyoke okay. jish kudanganywa na mwanaume Ehe. mwanaume <laughs> kuna eji fulani ukipita kudanganywa ni lazima, ila kwa sasa hivi Hebu, na, nataka niulize swali moja tu, hivi ni kitu gani ambacho kilishaiko kutokea kwenye mahusiano mpaka ukasema jamani, mimi mahusiano nimenyoosha mikono, hebu tuambie ni kitu gani? Ni matukio tu ya kawaida ambayo ni ya kawaida. Kwa sasa hivi naona ni kawaida. Iliwahi kunitokea mara moja tu. Kama kama lipilo. Ni vitu tu vya kawaida, nasa ni vya kawaida ambavyo vinamkuta mtu yoyote. Kwa upande wako zungumza. Uongo. Alikudanganya sana. Uongo, ndio. Alikwambia anakujengea nyumba au? Hapana. Kumbe alikudanganya nini? Vitu tu vya kawaida. <laughs> Tunataka tufahamu hapo jamani, ni kama kama kipi hicho ambacho amekudanganya? Vya kawaida, yani unajua vitu vya kawaida ambavyo vinaweza vikamtokea mtu yoyote, au vimeshamtokea mtu kuanzia miaka 21 mpaka 27. Hapa katikati hapa, kama haujatuliza akili yako vizuri, utapigika sana. Wanaume ni watu fulani ambao anaweza kukupanga ukamsikiza na ukakubali, yani kimkakati, ukasema huyu nimefika Alafu kimya. Akapotea yani ghafla. Kwa hiyo vitu vinatokea kwangu kwa wengine pia na kwa hichi kizazi cha sasa hivi, yani ni washauri tu wadogo zangu. Kwa hiyo wapole. Alafu unabidi utumie umakini mkubwa sana kwenye kumchagua mtu ambaye unatamani kuwa naye kwenye maisha yako. Usikurupuke, wanaume wana stali nyingi sana za kudanganya, nyingi sana. Kwa hiyo inabidi utulize akili na ufanye maamuzi sahihi.